Hujambo, na karibu katika kipindi hiki maalum, kipindi ambacho tunakuletea wagombea mbalimbali wa nafasi ya urais. Wafahamu wagombea urais. Hawa ni wale wagombea kumi na saba ambao wamepitishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kwenda kwa wananchi kuomba ridhaa ili wachaguliwe kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 tunaoleta hapa baada ya wow, wao kupita kwenye majukwaa mbalimbali kunadi sera zao, lakini bado tunaamini kuna nafasi ya wewe kuwafahamu hasa kile ambacho wanakieleza huko kwenye majukwaa mbalimbali. Mi naitwa Nordin Selemani ndiye ambaye ninakualika hii leo, na hapa studio tumemwalika mgombea urais kupitia chama cha UPDP Twalib Ibrahim Kadege. Karibu sana. Asante sana ndugu Nordin, nashukuru kwa kunialika kuja kuzungumza na wananchi na wajue wanifahamu, wale ambao hawajanifahamu ambao hawajaniona wataniona vizuri na kusikia maelezo ambayo tutayazungumza mazungumzo amba yetu hapa. Nashukuru sana. Asante. Tuanzie kwenye kampeni zenu. Mmesha kwenda uh, huku na kule kwa ajili ya kusaka uh, ridhaa ya Watanzania kwa kuwashawishi kwa sera zenu. Mwitikio kwa wale ambao mnawaendea upoje? Uh, mwitikio kwa wale ambao tunawaendea, mwitikio huko mzuri na wanatuelewa vizuri, kwa sababu ukitaka kujua kwamba watu wamekuelewa baada kunadi sera za chama chako, unapomaliza kampeni basi unaangalia wananchi wanajadili nini. Maana huwa waandishi huwa wanapenda sana kuwafuata wananchi kujua maoni yao wanasemaje lakini kwa upande wa chama changu, nilipokuwa Arusha, nashukuru, nilinadi sera vizuri, na baada ya mkutano ule, wananchi wengi walitoa maoni kwamba wanahitaji viongozi ambao wanajua matatizo ya wananchi, watayaanzia wapi kuyatatua, na chanzo cha matatizo hayo ni nini. Walizungumza baada ya hotuba yangu ya pale, walielewa vizuri sana okay. hmm kila mmoja ana namna yake ya kufikia watu kuwashawishi watu waje kwa e, kiwango kikubwa kwenu mbinu zenu ni zipi kisha kwamba mnapokwenda wawepo watu ili sera mnazozisema zisikilizwe na hawa ambao ndo tunaamini miongoni mwa Watanzania milioni 37 watakao kwenda kupiga kura Oktoba 29 A, sisi hatuna mbinu ya kubeba watu hmm. mathalan labda kwenye magari au kwenye mapikipiki. Hapana, sisi tukifika mahala, kama vile tumefika Dar es Salaam jana, tulifanya mkutano pale Mbagara, tunatangaza na vyombo vya vya utangazaji, tunampa watangazaji wanapita kwa, kwenye eneo lile la mkutano au wilaya ile, kwamba mgombea wa chama cha UPDP kesho atakuwa Mbagara Zakim, saa nane, saa tisa, za kuanzia saa 8 au saa 9 kuja kuna desera za chama chake kwa maana anakuja kuomba ridhaa za. Sasa wale wananchi huwa wanasikia ngoje tukasikilize sera za UPDP. Wanakuja, wanakuja tunadali sera zetu vizuri tu, na naamini kwamba baada ya unajiwa sera hizo, ndio maana kwa wananchi wengine ambao bado wanapenda wana, wana, wana, wana, wana, kuzi, kuzisikia zaidi sera za UPDP huwa wakifanya sehemu nyingine wanakuja tena kuja kusikiliza mm-hmm. kwa hiyo wamejengeka na matumaini kwamba e, ilani tunayezungumza imewagusa wananchi kwenye maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo wanataka kujua watatujenga wata vipi wetu kiingia madaraka wakiingia madarakani. Kwa hiyo ule mfumo ambao tumeuandaa tukipata serikali, wananchi wanaofurahia, wanakuja kutusikiliza zaidi. Mm -hmm. E, wanavutiwa zaidi na yale ambayo tunayazungumza kwenye elani yetu kwamba ni, ni anayegusa maisha yao ya kila siku, kwa hiyo okay. Kama mtu yale anayozungumza anamgusa katika maisha kila siku lazima atakufuatilia kujua hatua kwa hatua, e, maana leo tutazungumzia maji kitokapo, tutazungumzia umeme kitokapo, tutazungumzia hali ya uchumi, tutazungumzia kilimo, tutazungumzia uvuvi, tutazungumzia biashara, viwanda elimu, eh, utazungumzia labda masuala ya ya matibabu ambayo n ndio kitu ambacho kigumu sana kinachowapa watu matatizo makubwa katika nchi, matibabu. Mm. Kwa hiyo ukiwajengea msingi, unasema utatatua vipi kikwazo kile. Wananchi wanapenda kusikiliza, utatumia mbinu gani? mm. katika ku, kuondoa lile tatizo na utasimamia vipi, wanapenda. mm. eh. tuanzia hapo hapo Kadege, uh, kwenye eneo la matibabu, manake, afya kwa jumla wake. no. kila mgombea amelitaja ili eneo mm. na namna ambavyo atakwenda uh, kuhudumu kwa Watanzania iwapo atachaguliwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeah, yeah. Kwa upande wenu hii afya nyie mtaifanyaje ili iwe tofauti na wengine na kumsaidia yule mtanzania wa kawaida kuona kwamba mimi nikichagua uh, UPDP mm. manake ile tatizo kwangu litakuwa limekwishaondoka mm. mm -hmm. Swali nzuri ambalo nilitegemewa zaidi kwamba utaweza kuniuliza hilo swali. Sisi UPDP kwenye ilani yetu imeliona hilo. Sasa nazungumzia ilani ya UPDP mm. Nazungumzia ilani ya chama kingine eh. Sisi UPDP tumesema hivi mm -hmm. Au inanielekeza mimi, ukipata uongozi matibabu yote yatafanyika bure, hakuna malipo ya aina yoyote mm -hmm. Ili mwananchi anufaike na keki yake ya taifa mm -hmm kwamba mwananchi akipata ugonjwa anakwenda hospitali, kwenye zahanati pale, kuna prosesi ya kufanya. Akifika anapokelewa harani wa pale, unesi anaandikisha kadi, haina malipo. Unaandika tu, unachukua karatasi, unakwenda kumwona daktari. Daktari unamwona anakupima, anakutizama, hauna malipo kumwona daktari wala nini kama akiona una ugonjwa na kuandikia labda nenda pale ukapimwe, hakuna malipo mpaka unamaliza prosesi zetu. Zote ni juu so, ku ya serikali itagharimia serikali, kwa sababu mimi ndio nimebeba lawama, ndio, ndio nimebeba mzigo wa kutaka kutengeneza maisha yako yatakuwa salama vipi, na hakuna vita kubwa kama ugonjwa, yaani hakuna vita kubwa kama maradhi. Sasa mzigo se, se, UPDP nasema itabeba serikali mpaka rufaa. mm -hmm. E, wewe unaumwa umekwenda daktari kwa anatakufanyia operation, unapelekwa theater, wanaondoa vitatizo vya mwili wako, napelekwa kwenye wodi, hakuna waambia wewe utoe shilingi mbili, hakuna. Serikali ndio italipa, kwa sababu yeye ndio aliochukua jukumu la kutengeneza, kugusa maisha yako wewe. Hmm. Sawasawa na wewe umekwenda umeandika barua kwa wazazi, unataka umoa binti awawalipa mahali, naandika mahali lipa. lakini tunakukabidhi yuu mtoto naana mke iko safi eh. nahitaji kula kulala kiongonja umtibu nguo na mambo mengine yote usiwewe, wewe Tukenu. Tukenu. Sasa mambo ya nguo bwana, utafuma mwenyewe kule bwana, sijui kulima, ukalima wewe, mimi asendi kulima, sijui mi sina hela, wewe bwana, sijui mambo ya vitanda, utandofuma mwenyewe sasa. Sasa, sasa umeoa au Eh, ndio sheria ya Mungu navyosema. Wewe kiongozi uliochukua jukumu ndio unatakiwa mambo hayo uyatengeneze, ulinzi, matibabu, nisikia bwana, lazima hao mambo magumu hayo umwezeshe mwananchi hapo. mm. hapo Kadege, kwenye hii eneo la afya kuna wengine wanasema, uh, tunaona kwamba kuna mambo ya kutumia bima uh, ya afya. Wengine mm. kwa wote imeanza kutekelezwa kwa namna yake, na wengine wameeleza kwamba watakuwa na mifumo tofauti tofauti nyewe kutakuwa mna mfumo gani mahususi? Ni kwamba tu kutakuwa kuna fungu tu la serikali la, la, la kutoa matibabu, ama mna mfumo wenu rasmi ambao utamaliza makatakiwa ya matibabu kwa Watanzania? Bima ya nini? Bima ina kazi gani? Bima ya wananchi, kodi yake ndio bima hiyo, kodi anayolipa ndio bima. Sielewa wewe. mm -hmm. Unalipa kodi, serikali inakusanya kodi, sasa ya bima ya kazi gani? Si tumefanya takwimu, tuna Watanzania tuko ngapi? Mm, kwa hiyo utajua jinsi ya matibabu. Wewe lazima uwe na innovation, utafute, kuwa tribe wale wananchi. Uwezi kumbebesha mzigo mwananchi wakati wewe umetaka mzigo huo, utatoe ubebe wewe. Ukishindwa kubeba mzigo huo utafutanini ya kuacha aje mwingine mm, awezeshe. Mm. Eh, kwa, kwa mujibu wa takwimu za TRA, uh, Kadege, wanasema kwamba uh, walipakodi wetu wa wafikia hata milioni tatu na eneo ambalo nyie mtalitegemea zaidi ni hilo la kukusanya uh, mapato ambayo kwa walipa kodi, ni rahisi ama ngumu vipi kuhakikisha kwamba unapanua huo wigo wa walipa kodi na hatimaye hawa watu wanufaike na kodi zao? Kwanza sisi, kodi ya UPDP itakuwa sio kodi ya, ya kufukuzana. Kama ni mfanya biashara mdogo atalipa kodi yake kulingana mapato anayoyapata. Mfanya biashara mkubwa atalipa kodi yake kulingana mapato anayoyapata. Mkulima atalipa kodi yake kulingana mapato anayoyapata, hilo la kwanza. Lakini licha ya hiyo Tanzania ni nchi tajiri, ina malimasi, ina dhahabu, ina mafuta, ina Tanzanite, ina bahari, ina misitu, ina wanyama ina kila kitu. Tena katika nchi tajiri hakuna duniani kama hii. Tatizo kubwa, labda UPDP inataka isifanye, liondoe, ni usimamizi tu pale hazina, kusiwe na uchujaji. Mm. Mashimo yote tutaziba, tutaziba mashimo yote yanayochuja pesa pale. Okay. Benki Kuu tutaziba, kwenye wizara tutaziba, tutatengeneza mfumo ambao mtu mwenyewe atasema, ah, mimi nichukue hii hela ya kazi gani? Mm. Hey, Sina nikueleza hapa. Mm-hmm. Watoto wanapo shiba huwezi kuona nyumbani kuja wala nyumbani kucheza. Wanacheza huko, watatengeneza magari huko, watatengeneza vioo, kina mama watatengeneza watoto wa kubeba, wanashiba. Sasa lazima kwanza utafute mbinu ya kuwashibisha hawa, lakini hawa wakiwacha na njaa utamwona mtoto mwenye ndokozi kuweka nyama hapa na ndokoa anakula. Sasa lazima utengeneze mazingira mazuri hawa watu karibu hapo. Okay. Yes. Moja ya sera zako unasema kwamba mtahakikisha kwamba mnaboresha maisha ya wananchi ili waweze kumudu gharama za maisha, jambo ambalo limekuwa ikilalamikiwa watu. Wakati mwingine kumekuwa kuna kupanda na kushuka kwa hata bei mbalimbali za vyakula. Mbinu zenu ni zipi kuhakikisha kwamba leo elfu kumi iwe na thamani ambayo imfanye mtu imtosheleze na maisha aweze kwenda vyema? Kwanza ni kuangalia bei ya vitu lazima uangalia bei ya vitu. Na utaangalia vipi? Lazima nchi itosheleze kwa chakula. Ndio maana sisi tunasema katika ilani yetu kwenye kilimo, tumesema kwamba kilimo, yani mtanzania leo akichagua UPDP, jembe la mkono basi ameagana nalo, ni mashine tu pawatila na matrikta. Tutaagiza matrikta zaidi ya milioni katika vijiji vyote, na watalimiwa wananchi mashamba bure watapewa pembejeo, sio? Watapewa, watapelekwa wataalamu kule wa kilimo kwenda kuwaelekeza wananchi walime mazao gani ambayo atawaletea maisha mazuri kwa mama chakula, au sio? Mazao ya biashara. Sasa yale mazao ya biashara na ya chakula yatapangwa vizuri. Mazao ya biashara kitakachofanyika ni kwamba watatafutiwa masoko ya mazao yao nje na ndani, na yale ya chakula vilevile watatafutiwa masoko kwa sababu tutawaambia wananchi kwanza, wanaopata chakula lazima aweke eh, chakula cha kutosha, chakula ye mwaka nzima bila kupata tatizo lolote, alafu kinachobakia ndio anaweza kupeleka sokoni. Sasa akiuza mazao yake, kauza ufuta, kauza labda pamba, labda kauza maharage, si anapata pesa eh? Hizo pesa kazopata atakuwa amefungua akaunti pesa nusu anaweka benki, nusu analipa serikali kile kitu cha kuwalimia mafuta na gazama ya ya kuleta pembejeo. Ninachobakia chote ni cha kwake, na serikali itachukua kodi kidogo. Sasa huyu mtu akipata, kwa mfano, kwa mwaka anapata milioni tano, kumi, ishirini, akilipa la serikali labda milioni moja, ana milioni ishirini sasa baki milioni kumi na tisa, kumi na tisa. mm -hmm, labda atasema tano, hii milioni tano hizi naweka kiba benki, hii nalipa kodi ya serikali hii, labda ata kuchukua nguo za mama watoto, labda pikipiki, ili labda aenda kununua pikipiki au baiskeli, na ubaki anakaa benki, hajajua maisha yake ya leo na kesho mm hatayajua -hmm. maana yake ana akiba sasa. Uwezi leo wewe ukawa nyumbani huna kitu, kule kwenye benki hamna kitu, shambani kule mazao yako yamekaa, kuna soko kih, unategemea cha mkono hivi, kila siku utalima eka ngapi? nchi sasa. Sasa hii imebadilika, dunia imebadilika, tunatumia mashine patike mazao makubwa mengi ya kutosha wananchi auze nje za nje, na wale wawekezaji kwe, kwenye ghala la taifa la akiba mm. Itakwenda kununua cash kwa wakulima, inaweka kwenye ghala la taifa kwa hiyo mwananchi akipata pesa cash, zitamwezesha yeye sasa kujiendesha kimaisha, na hata ile influx, yani tuseme mzunguko, circulation of money inakuwa kubwa. Unaona, okay, kwa sababu mwananchi, wewe unalima labda sio, umeweka umeweka pale, labda samaki atakuja kununua pale, anauza nazi, atakwenda kununua pale, anauza pilipili, atakwenda kununua. Yaani itakuwa kile biashara ambayo inazunguka hela pale wakati wote, mwananchi anatia hela mfukoni, huwa anatoa hela, anatia hela, inaingia hela. Okay. Fedha ya kwa nini? Kwa hiyo utakuta kwamba wananchi hali zao zinakwenda vizuri. Hata hiyo nasema shida ya matibabu zile hamna, anakwenda tu hospitali mwenyewe anapata, bwana mimi leo nasikia anaumwa sijui nini, anambia akaa hapo anatibiwa vizuri anaondoka, analipa kodi. Kwa hiyo na alafu kuna almasi, kuna mazao mengi ya kuingiza pesa hapa, mengi. Hiyo nakwambia madini. Kwa maana yake umaskini wa Tanzania. Sasa kwa nini sasa kitu gani kwa wananchi wawe maskini au wa mafukara? Hizo hela zinaenda wapi? Hiyo dhahabu inakwenda wapi na nani anachukua? hiyo almasi inakwenda wapi? Na si katika sera yetu inazungumza kabisa, mwekezaji atakayeweza kumiliki vitalo vya wanyama, mbuga za wanyama, vitalo vya almasi ni mwananchi mwenyewe. Ah, okay. Basi mgeni akija ataongea na wewe, bwana wewe una kitalo chako, mimi nataka kuchimba madini eh, kuna madini hapo, tutagawana vipi? Mimi ndio mwenye, mwenye adili yangu hadithi kanipa Mungu bwana sekai chukua kunyang'anywa eti kwa sababu una madini toka, toka. Wewe umeletwa na Mungu pale, utatokaje? mm. Wende wapi? Kwa nini tukutoe <laughs> wee pale mm. Kwa sababu mkono wa Mungu ndio ule, wewe unaenda kuutoa mkono wa Mungu unaukata, atakosa kuwa maskini huyo mwananchi mm. Sasa sisi mfumo wetu sio huo. Na mfumo, na mfumo tofauti tofauti kabisa. Umezungumzia mambo ya vyombo vya habari, moja eneo ambalo eh, unatajwa kama mhimili wa nne wa nchi ambao sio rasmi, yeah. Wanahabari pia wanataka kusikia uh, nini ambacho kitakuwa ni cha upekee kwenu kuhakikisha kwamba hivi vyombo vya habari mnavitendea huo wema na hatimaye vilete mapinduzi pia, kwa sababu huko na kwenye kumeajiri watu wengi na Uh, sekta binafsi ambayo inafanya kazi kubwa kwelikweli. Kwenye ilani ya UPDP, vyombo vya habari vimepewa nao, imo imetamkwa kwamba vimepewa umuhimu mkubwa sana. Vyombo vya habari vitakuwa huru kutoa taarifa za kila siku zinazomgusa mwananchi na matatizo yake na wapi wanakwama, havitaingiliwa. Pia tumesema wakuu wa vyombo vya habari serikali ya UPDP itawaomba ipeleke waandishi wa habari vijijini kabisa, kwenda kupata taarifa, kutoa taarifa za matatizo ya wananchi yanakwama wapi, miradi ya serikali inakwama wapi, na, na nani anakwamisha, ili kuondolea bogo za wananchi eh, ile miradi ambayo imeanzishwa na imetumia pesa za serikali ikahodhiwa na mtu mmoja zile pesa, kati ya mtu ufukoni, kati ya mkandarasi na viongozi walioko pale. Nimetaja hapa, kuna mwenyekiti wa serikali za mitaa, imepita barabara pale anaiona. Afisa mtendaji wa kata, kiongozi wa serikali, mm -hmm. imepita barabara pale anaiona, kuna mkuu wa wilaya, imepita yuko pale, imepita barabara anaiona, kuna mkuu wa mkoa ambaye ndio anamsaidia raisi, yuko anaiona. Sasa tumiplani kujenga barabara kutoka hapa mpaka Morogoro na maeneo haya kuna serikali hapo, mm-hmm. Sasa barabara imetoka imefika Ubungo pa imekwama, na tumesaini miaka mitano, sikaianaangalia tu, haulizi afisa mtendaji, haulizi mkuu wa wilaya, haulizi mkuu wa mkoa, haulizi sisi. Mfumo wetu sio huo. Tunataka watawajibika wote kuchunga ile mradi uliopita pale, na mwandishi atakapoenda kaandika taarifa kwamba kuna barabara kutoka Njombe kuja Makambaku imikwama, ina miaka 7 haijajengwa. Sisi tukifika pale atumuulizi kwanza mkandarasi, tunamtaka mkuu wa wilaya, tunamtaka afisa mtendaji wa kata, tunamtaka pale mkuu wa mkoa. Nisikia bwana, hawa ndio wanaoisaidia rais. Niambiani, niambieni hii mikwama wapi tuitie na huyo mkandarasi ehe. Pesa ukupewa ni nipewa. Kwa nini hujajenga? Kwa nini hujajenga? Ah, wewe ni mkutewa umsaidie rais. Umenisaidiaje hapa? Wananchi umewasaidia vipi hapa? Nchi umesaidia vipi? Ah, wewe wajibu wako ni upi? Wote wale kwa sasa jamani, nyinyi inaonekana sasa hapa mmeshindwa. Sawa eh? Na kwa hiyo hatutaki shida sisi. Nawambia watu wasalama, achukueni hawa, wapelekeni mahakamani. Hao wote wamekula hela. Mm. Eh. Sasa kila sakila mahakamani huko, sasa mahakama tutatoa maamuzi, huyu hausiki, huyu anahusika. Twende kwenye mafao ya wastaafu. Uh, kila mmoja ameeleza kwake kwamba, uh, kile kikokotoo uh, kuna wengine wanasema kwamba mtu wa kistaafu watamba katika viwango tofauti tofauti, wengine wanasema watatoa kabisa. Kwenu wastaafu mnawaangalia kwa jicho gani? Tena wastaafu ni watu ambao tumewaangalia vizuri sana, sisi kwanza mfumo wa kustaafisha mtu tumesha pangwa humuhmu kwamba labda serikali inataka kufanya reduction ya wafanyakazi, si ndio hivyo. Tunaanzia hapo, labda wafanyakazi wa miaka 20 miaka 15, kwa kulingana na mshahara wako. Sisi mfumo wetu uliokuwepo, ambao utamjengea Mtanzania au mfanyakazi maisha mazuri akitoka pale, wewe unastaafu mwaka ishirini na, labda ishirini na sita mwezi wa kumi na mbili unaanza kuandaliwa leo. Mafao yako yote unaandaliwa leo. Mafao yako yote uliyofanya kutoka kama miaka thalathini miaka arobaini yanawekwa, unaandikiwa kabisa chiki yako na mafao yako yote yako pale. Tarehe ikifika, kwanza unakukumbusha bwana, wewe unafanya kazi tarehe yako ya kustafu tarehe 30 mwezi wa 12 2026. Sawa, unapokea. Ikifika tarehe hiyo nenda dirishani pale. Kachukue cheki. Uende benki pesa zao kama milioni 20, milioni 40, milioni ngapi, milioni 50 za kuta pale. Sasa wewe mwenyewe ndio utapanga mipango yako. Nikanunue shamba, nikajenge nyumba, nikanunue basikeli, kinachobakia ni akiba ya maisha yangu. Wewe mwenyewe sikupangii mimi. Utakuwa huru. Hatuwezi kukuwekea barriers hapana, hatuweki barriers sisi, tutakupa uhuru wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio uliopata shida ya kufanya kazi kwa miaka hiyo. Kwa hiyo plan, ukiwa kazini unajenga, mimi nikipata mafao yangu hapa na kwenda kununua shamba pale, kama huna au unakwenda kuongeza shamba lile pale, tanunua a pikipiki pale, kwa sababu wewe unajua kwamba mimi mafao yangu kama si watu wa mashariki, unajua kwa sababu mshahara wako unajua wako, unajua, na unajua miaka hii mimi nitatoka na kiasi unajua kabisa mm. nitatoka na kiasi hiki, kwa hiyo unapanga plani unapanga, atu kuingiri, atu yako vizuri. Kwa hiyo sisi kama serikali hatukuingilii, hatutaki sika chochote zaidi ya kukupa mafao yako wewe mwenyewe. Kama utakwenda kuchoma moto wewe sasa, kama utakwenda kumwaga wewe sasa, lakini sisi tunakupa uhuru ewe yeah. Hatu mfumo hmm, huo wa nini wa UPDP lakini sio chama kingine hmm, hapana. Huo ni mfumo wa UPDP tukakutanisha mafao yako, hatuwezi kukuwekea hapana, wewe mwenyewe utaona kujenga mipango yako kutoka juu. Uh, wakati wetu tumetukimbia yote mnayofanya haya, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba tarehe 29, Watanzania wanakwenda kwa wingi kwenye vituo vya kupigia kura yeah, uh, kuchagua ili hatimaye takwa la kidemokrasia ambayo ilipo kwenye katiba yetu yeah. litekelezwe neno lako nini sasa kwa watanzania ambao wanawasikiliza hasa katika kuhamasisha watoke kwa wingi na kupiga kura na jambo zima la kusimamia amani ya nchi nawaombeni watanzania tuwe na utulivu siku ya tarehe ishirini na tisa chukua kadi yako kupiga kura naenda kapiga kura rudi nyumbani kakae tumekubaliana kabisa kwenye kikao na tume huru tume huru ya uchaguzi iko vizuri wanasema tumikubaliana, atakee shinda atatangazwa, hakuna ukakasi mm. E, atakeeshindwa hatatangazwa. Ukiona mtu anatangazwa ameshinda, na kura alizoshindia zitaonekana na kura alizoshindiwa zitaonekana, okay. kwa hiyo tuwe na uhuru na tuwe na moyo kwamba tume yetu iko vizuri na tumewaamini hawana matatizo. Sasa hatujui kwa sababu nao ni binadamu, lakini mm. tumekubaliana kabisa, atakee shinda atatangazwa Hmm. Kwa hiyo hatuna sababu wananchi kufanya vurugu au kuleta hali ya songo mbingo, tuwache mitandao. Hii mitandao hii katika nchi fulani inaleta vurugu sana. Watu wengi wenzetu wanapata shida huko. Okay. E, tuache hmm, kabisa tukae, hali ya amani, tuelewane, tukubaliane tufanye shughuli zetu, twende tukasali, tukaswali. Hmm. E, tukisha kupiga kura si na wasiwasi. Tume itafanya vizuri na sisi kama wagombea tuna imani na tume. Okay. E. Maneno kwake Twalib Ibrahim Kadege, mgombea urais kupitia chama cha UPDP, ambaye tumekuwa naye kwenye kipindi hiki maalum cha wafahamu wagombea urais. Nikushukuru sana Kadege. Asante sana, nashukuru Kunipa nafasi na naomba kama nafasi itakuwepo tena tuweza tukuja tena. Amin. Asante, nashukuru sana. Watanzania nawashukuru nao, na naomba eh, kura na na zenu nyote, siku ya tarehe ishirini na tisa mnichague niwe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niongoze Tanzania kwa sababu mimi ni Mtanzania, nimezaliwa Lindi, wilaya ya Kilwa, kijiji Kingongo nam okay. Ndivyo ambavyo tunahitimisha uh, kipindi cha wafahamu wa wagombea urais hii leo. Ninaitwa Nurdin Selemani, kutakie tu mtazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea na siku njema <muchas>